Alimpenda Asha kwa dhati, binti mrembo wa mfanyabiashara tajiri kijijini kwao. Walikuwa pamoja tangu utotoni, wakicheza vibarazani na kuota ndoto za siku moja kuishi maisha ya furaha. Lakini Asha alipofikisha miaka kumi na nane, maisha yake yalibadilika. Wazazi wake walimposa kwa Mzee Hamisi, mfanyabiashara maarufu kutoka mji jirani. Juma alihisi dunia ikimsonga. Alijaribu kila njia kumshawishi Asha waendelee kupendana, lakini msichana huyo alijikuta kwenye njia panda. Juma, najua unanipenda, lakini siwezi kupinga matakwa ya familia yangu, alilia huku machozi yakimtoka. Siku ya harusi ya Asha, Juma alikaa kando ya mto akitazama maji yakitiririka, akiwazia alizoahidi kupendana milele. Moyo wake ulikuwa mzito, mapenzi yakimtesa kama mzigo wa mawe. Alihisi kusalitiwa na hatma. Baada ya siku chache, juma aliamua kuondoka kijijini na kwenda mjini kutafuta maisha mapya. Alijifunza kwamba mapenzi yanaweza kuwa mazuri, lakini pia yanaweza kuwa chanzo cha mateso makali. Alijifunza kupenda tena, lakini jeraha la kwanza lilibaki moyoni likimkumbusha kuwa si kila mapenzi hupewa nafasi ya kustawi.